Rais Donald Trump amesema kwamba Vladimir Putin huenda akawa amerukwa na akili baada ya kuanzisha shambulio kubwa zaidi la anga la vita miaka mitatu vya Moscow dhidi ya Ukraine ambayo viliua watu wengi bila sababu. Mashambulio ya hivi karibuni ya Moscow yalianza usiku wa kumkia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili nchini Ukraine na takriban watu 29 waliuawa katika muda wa siku tatu na kujeruhi wengine kadhaa. Kulingana na maafisa wa Moscow, mlipuko huo ulishuhudia ndege zisizo na rubani na makombora zilirushwa nchini Ukraine na kuwa shambulio kubwa la kushangaza zaidi kuliko mashambulizi yote yaliyowahi kufanywa kwa miaka mitatu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema rais wa Marekani Trump, umefika wakati muhimu katika vita vya vi Moscow. Utulivu utaonekana katika nchi za magharibi kama ishara ya kwamba ikulu ya White House imesikitishwa na kukataa kwa Putin kukubali pendekezo la usitishaji vita wa siku 30 katika katika mzozo huo. Peskov pia amesema Moscow inawashukuru wa Marekani na, na Rais Trump kwa juhudi zake kuzileta Moscow na Kiev kwenye meza ya mazungumzo. Trumpu pia amewaambia waandishi wa habari Jumapili jioni kwamba anazingatia vikwazo vya ziada dhidi ya Urusi ambavyo Kiev imesisitiza. Trumpu hapo awali amesema hatojiunga na vikwazo vyovyote vipya kwa sababu alifikiri kuna nafasi ya maendeleo lakini akasema kwamba inaweza kubadilika. Lakini Trump pia alimtupia lawama rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutokana na kuikosoa Marekani kwamba ukimya wa Amerika unamtia moyo Putin kuendelea na mashambulizi yake. Maafisa wamesema takriban watu 25 waliuawa katika duru mbili za mashambulizi ya usiku huko Ukraine mwishoni mwa Juma, wakiwemo watoto na makumi ya watu zaidi walijeruhiwa. Maafisa hao waliongeza kuwa takriban watu wanne waliuawa usiku wa kuamkia Jumatatu. Urusi imekuwa ikizidisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Ukraine huku shinikizo la kimataifa likiongezeka kwa Putin kukabiliana na mpango wa kusitisha mapigano ambao unaungwa mkono na Marekani na Kiev. Mashambulizi ya Urusi yalianzisha wiki nyingine muhimu katika majadiliano juu ya kumaliza mzozo huo. Mapema mwezi huu, timu kutoka Kyiv na Moscow zilikutana kwa mara ya kwanza tangu majuma ya mwanzo ya vita, lakini hali ya matumaini iliyozingira mazungumzo hayo ilionekana kuzimwa wakati wa Moscow iliposonga mbele na mashambulizi yake katika miji ya Ukraine na kukataa tena wito wa kukubali kusitisha mapigano kwa siku thelathini baadhi ya maendeleo yalifikiwa na nchi hizo mbili. Licha ya mapigano yao, zilikubali kubadilishana wafungwa, ambapo zoezi hilo lilianza Ijumaa na wafungwa elfu moja waliachiwa kutoka kila upande. Moscow mwezi uliopita ilidai kuchukua tena eneo la Kursk ambalo Kiev iliteka sehemu kubwa katika msimu wa joto uliopita. Trump ameshangazwa na shambulio la hivi karibuni la anga la Urusi, ingawa wiki moja ilipita Urusi nayo ilizindua shambulio lake kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine, siku moja kabla ya Putin na Trump kuzungumza kwa simu. Baada ya simu na Putin na simu zilizofuata na Zelensky na washirika wengine wa Ulaya, Trump walitangaza kwamba Urusi na Ukraine zitaanza mara moja mazungumzo ya kusitisha vita. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shununa Haji.